Tunaendelea pale tulipoishia leo, kufuatia sakata la Askofu Josephat Gwajima, ambapo itakumbukwa kwamba katika habari iliyopita nimekupa mtiririko mzima wa kilichojiri mapema hii leo. Nilikuonesha pia jinsi ambavyo kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Jumanne Muliro alivyotia timu pale kwenye kanisa la Ufufuo na Uzima, kanisa la Askofu Josephat Gwajima. Sanjari na hayo ni kwamba leo washirika wa askofu Gwajima walionekana wakiwa wamebeba mabango yenye ujumbe wa freedom to worship, yaani uhuru wa kuabudu, Tanzania kwanza mengine baadaye. Huku wakijiandaa kufanya maandamano, polisi walizidi kumiminika kanisani kwa askofu Josephat Gwajima kwenda kuwatawanya washirika wasifanye ibada ng'ambo ya barabara. Ni matumaini yangu kwamba wengi tunafahamu kilichotokea na kinachoendelea sasa kufuatia sakata hilo la askofu Josephati Gwajima, hali ilivyokuwa katika kanisa la Glory of Christ Tanzania Church yaani nyumba ya ufufuo na uzima lililopo eneo la Ubungo kanisa hilo liliwekwa chini ya ulinzi mkali wa askari polisi leo Juni 15 mwaka huu wa 2025, huku njia zote zinazowezesha watu kufika kwenye kanisa hilo zikiwa zimezuiliwa. Aidha, licha ya askari hao kuwepo eneo hilo, baadhi ya wa waumini walijitokeza maeneo ya karibu na kanisa hilo. Ikumbuke kwamba siku ya Juni 13 mwaka huu wa 2025 naibu katibu wa kanisa hilo askof Maximilian Machumu, yaani Mwanamapinduzi, alisema taarifa kuwa msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa amefungia kanisa lao si za kweli, bali lililofungiwa ni kanisa la Glory of Christ Church ambalo halina uhusiano na kanisa lao, hivyo jumapili hii walitarajia kurejea kanisani kuendelea na ibada. Waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima Glory of Christ Tanzania Church waliendelea na ibada hapo pembeni ya barabara Morogoro, umbali mdogo kutoka kanisa lao la Kibo. Pamoja na maombi hayo, waumini hao walionekana kushika mabango yaliyoandikwa yenye jumbe mbalimbali mbali. Licha ya gari la jeshi la polisi ikiwa na askari kadhaa kusogea karibu kabisa na wanapofanya ibada maombi, waumini wa kanisa la ufufuo na uzima Glory of Christ Tanzania Church, waumini hao waliendelea kufanya ibada na maombi bila kuonesha wasiwasi wowote. wasi baadhi ya waumini wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church Nyumba ya ufufuo na uzima lililopo eneo la Ubungo waliamua kuanza kufanya maombi mbali na kanisa lao baada ya kuzuiliwa kuingia kufanya ibada kwenye kanisa lao. Mzozo mkali uliibuka baina ya waumini wa kanisa la ufufuo na uzima, yani Glory of Christ Tanzania Church na jeshi la polisi. Mzozo huo ni baada ya jeshi la polisi kuwataka waondoke eneo walilokuwa wakiabudia na kutawanyika, jambo ambalo waumini hao walikataa. Jeshi la polisi lililazimika kutumia mabomu ya machozi kutawanya waumini wa kanisa la ufufuo na uzima Glory of Christ Tanzania Church. Waumini hao walikuwa wanaandamana kwenye njia ya Morogoro wakiwa na mabango yenye jumbe mbalimbali. Baadhi ya waumini wa kanisa la ufufuo na uzima linaloongozwa na Askofu Joseph Josephat Gwajima walikamatwa na jeshi la polisi leo Jumapili Juni 15 mwaka huu wa 2025. Mwananchi Digital kama chanzo chetu cha habari ilikuwepo eneo hilo lilipo kanisa hilo la Askofu Josephat Gwajima na ilishuhudia baadhi ya waumini hao ambao walikusanyika na kufanya maombi nje ya kanisa hilo lililopo Ubungo jijini Dar es Salaam, wakipandishwa kwenye gari ya polisi, yani defender iliyokuwepo eneo hilo hatua ya polisi kuzuia waumini hao kufanya ibada katika eneo hilo inatokana na juni 2 mwaka huu wa 2025 msajili wa jumuiya za kiraia emmanuel kihampa alitangaza kulifuta kanisa hilo kutokana na kukiuka sheria ya jumuiya sura ya 337 kwa kile alichoeleza limekuwa linatoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa tangu wakati huo kanisa hilo limekuwa likilindwa na askari polisi wenye silaha hata hivyo kadri siku zinavyokwenda ulinzi ulipungua, huku utepe uliowekwa kuzuia watu kuingia na kutoka uliendelea kusalia. Kanisa hilo limefungua kesi mahakamani kupinga hatua hiyo na kesi inaendelea. Jana Jumamosi Juni 14 mwaka huu wa 2025, kupitia mtandao wa kijamii wa Askofu Gwajima ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM jijini Dar es Salaam alitangaza uwepo wa kusanyiko akiandika Waebrania 10:25, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Asubuhi ya leo Jumapili Juni 15 mwaka huu wa 2025, Mwananchi Digital kama chanzo chetu cha habari imefika eneo la kanisa hilo na kukuta askari wakiwa wametanda maeneo mbalimbali kuhakikisha hakuna anayeingia kanisani hapo. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari nasi, na tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kufahamu na kujua kinachoendelea kufuatia sakata la Askofu Josephat Gwajima. Je, unafikiri baada ya mivutano hiyo kanisa hilo litafunguliwa na kuachwa ili watu waendelee kuabudu. Je, unafikiri nini kitajiri kule mahakamani kwenye kesi ambayo uongozi wa kanisa hilo umeifungua kupinga kanisa hilo kufungwa ambayo kesi hiyo inaendelea. Je, nini kimekushangaza? Je, ni upi mtazamo wako, ama ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Hii hapa ni habari Kiganjani, endelea kusubscribe